Yes, ni taarifa mbaya, ni taarifa mbaya kwa wadau wa soka na hususan mashabiki wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mara zote tumekuwa tukiwaombea uzima tele wachezaji ambao wanavitumikia vilabu kutoka hapa nchini Tanzania, na tumekuwa tukiwaombea afya tele, tukiamini ya kwamba wao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa, lakini pia hata kitaifa. Lakini hivi ninavyozungumza hali ya mchezaji wa Simba Sports Club uh, Eli Kibisa wala mpanzo inazidi kutengamaa kadri siku zinavyozidi kwenda, na hii ni kutokana na majeraha madogo ambayo aliyapata yapata nyota huyo. Nilikujuza siku kadhaa nyuma, kuhusiana na changamoto ambayo imempata Eli Kibisa wala Mpanzu, lakini hivi sasa pia niko hapa kukuambia ya kwamba inawezekana maombi ya Watanzania kwake ni makubwa mno, kwani hali yake inazidi kutengamaa siku hadi siku. Lakini yote kwa yote, nikujiuze tu ya kwamba Simba Sports Club wao walikwisha kutoa tamko juu ya tukio hilo, na tayari tumeona maendeleo ya Eli Kibisa wala Mpanzu yanazidi kuwa mazuri ama yanazidi kuimarika kadri siku ambavyo zinazidi kusogea. Ni faraja kubwa, ni jambo jema kwetu kama wadau wa michezo kwani nasi maombi yetu yalikuwa kama ambavyo hali inavyoendelea. Yes, hili ni chimbo pekee la habari za kimichezo na burudani. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unaungana nasi, basi hakikisha unabonyeza maneno yalopo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, ili uwe kwenye nafasi nzuri na wakati mzuri kujipatia taarifa nyingine pindi ambapo tutaziachia.